So uchaguzi si mchezo. Uchaguzi ni mchakato ambao unamhitaji kila mwananchi kushiriki kikamilifu. Tuhudhurie kampeni, tuhudhurie kampeni kwa nidhamu, wagombea tuwaulize maswali. E, tuepuke siasa za uchochezi, siasa za ubaguzi, lakini pia siasa za dharau na kutweza utu Kumradhi. <laughs> siasa za kutweza mtu lakini pia tuone kwamba kila mtu anayo nafasi ya kuweza kutumia asibaguliwe mtu kwa sababu ni mwanamke asibaguliwe mtu kwa sababu ni mlemavu eh, uh, na asibaguliwe mtu kwa sababu ni kabila fulani asibaguliwe mtu kwa sababu ni wa kutoka sehemu fulani yaani vitu kama hivi tuviepuke katika mchakato huu wa uchaguzi ili tuweze kuwa na uchaguzi wenye tija.